Nawanguza saizi naonanitizama hivi nakua mpya. Je, kweli namini? We mwanamke ni mnafiki sana. Kumbe hivyo malaya. Yes, we malaya. Mimi. Mama, kifupi sikutaki. Kumbe una lengo la, la kuniua hata mimi. Mimi nini? Yes, we malaya. Kila mtu anajua kama we malaya. Hivi, hii mkate unaitoa wapi? Dr. Dr.

Ndoto we, ndoto. Ndoto we, ndoto. Mimi bado sijaelewa. Kuna jambo nitaka kuambia. Uh-huh. Nilipokuwa nyumbani, ndio ndio. Nikawa nataka nitoke kidogo nielekee kwa mzee Juma pale. Ule mzee Juma muuza kawa. Aha, bila shaka. E, kuna nini rafiki yangu? Sasa nilipokuwa nataka ndo kupata kawa mbili tatu. Mm. Ghafla nikaona nashisia na dema ici. Mlo kwangu? Yes. Mhm. Jisi kadema nyumbani rafiki yangu, afu istoshe kaniambia sijui wewe huonekani ulisimama tu ghafla ukawa umekimbia. Sa, rafiki yangu, hivi unaweza kunielezea shida ilikuwa nini ya wewe kutoka pale? Wacha na yeye mambo rafiki yangu. Ila vitu ni virefu rafiki yangu. Vitu virefu na nini? Au shangali ndoto ambayo niko na lota. Ndoto? Sikunaelewa. Sikwata naelewa. Siku elewa gisi vitu hivi. Kwa umeota umefika Marekani au umeota nini labda? Sio yule rafiki yangu. Nilikuwa ni wewe ungehuzunika. Unaona kwenye ndoto nililota niko na kulishia nyama. Tena isitoshi mtu ambaye kwa ananipatia ile nyama ni mdogo wangu. Na kitu kia cha ajabu ile kikombe ene ule alikuwa anafala kwa ndoto. Nikaona mdogo wangu uko nayo. Tukio kama ni wewe utafanya hai. Ama kama ni wewe nini ambaye utaamua pale? Unajua nini rafiki yangu, hmm. Ah, siku zote ndoto waga ni ndoto tu, ni ndoto hii <coughs> yes, kwa sababu kuna watu waga wanapitia kufanya mabaya kwa njia ya ndoto ili kujaribu tu hmm. kuchonganisha wengine. Hata mimi hapa hmm. unaweza ukashangaa tu umeota ghafla, na mimi nafanya cho kitu na ikawa sio mimi. Kwa hiyo ndugu yangu, ndoto ni ndoto tu, wacha kufanya, kwa sababu najua akili na mawazo yako haviko sawa hmm. twende kwanza tukapate kahawa mbili tatu, rafiki ah, yangu. yes. mimi bado siaminia hiyo, nakwambia hivi, hata kama ndoto ni ndoto. hey. Sasa twende malaya mimi msaliti? Hayo yote ametokea pia mme wangu bana, mimi sijawahi kukuchiti, sijawahi kukusaliti. Hayo yote ametokea pia mume wangu, lakini <laughs> nakusu mkati. Sha mda amenipa hela, sha mda amenipa hela <laughs> ninunue mkati kwa ajili ya mtoto lakini naeza kusema mimi ni msaliti? Mimi nakupenda mimi nakupenda mme wangu, sijawahi hata kukuchiti mimi <laughs> yani, kama unatafuta kujitoa ufahamu, unatafuta kujifanya kama aujui inachoendelea. Mimi sikuambiliwa, mama, sio sio rafiki yako sio rafiki yangu, alikuwa akaniambia eti mke wako kule namuona hivi na hivi. Mimi mwenyewe kwa macho yangu haya mawili kwa macho yangu haya mawili mama, tena ukakamata muti unataka kuniua Juhuishi, na naole mwanaume ikamua mii unipige kimuti. Mama nikwambie tu, hapa ndani sikutaki mama, ingia ndani uchukue kila kilicho chako, utoki wende uende. Mwanamke ni malaya, mii siwezi kuishi na malaya na uchukue na mtoto wako, nyinyi yote mwende pumbafu. Kumbe wewe malaya hivi

Vizuri kocha, najua unaweza kuwa na mengi zaidi ya kuzungumza. Nakaribisho pasta. Asante sana kwa kunikaribisha tena hapa. Asante kabisa hilo, wakati nilikuwa niko na pito na ubiri maubiri, akanigusa kabisa, nikasema tu nitakutafuta ili na mimi nishiriki pamoja na wewe. Nashukuru sana kwa wito wako. Unajua, nikwambie kitu ndani ya hii dunia mna mambo mengi sana. Unajua, kipindi nilipokuwa nikiomba pale, nimeona ya kwamba una shida kubwa sana katika familia yako, lakini napenda nikuambie kila majira na wakati wake. Kwa hiyo umeamua vyema sana, usichoke kumwomba Mungu, nina imani ya kwamba Mungu atakutetea na atakushindia. Po, acha tuombe Mungu ili tuone yale ambayo atatenda, lakini kabla hatujaomba acha tusome neno fupi katika kitabu cha Zaburi sura yake ya makumi mbili na tatu na mstari wake wa kwanza, inasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu amen. Amen, kwa hiyo na kusi sana, weka imani, Mungu yupo. Asante sana, inua mikono yako juu ili tuombe Mungu. Mungu Baba mtakatifu, mwenye rehema, mtu huyu namwacha katika vitanga vya mikono yako, kubali kumtetea, kubali kumuonekania

Toka lini wewe ukaja kunitembelea kama kama ujaje na kaka to... kutizama ni makosa shemu? Sio shemu, jana makosa basi, karibu ndani tuongee. Hapana shemu, sikukuja kuikaa. Kuna nini? hapa kungetapapa yanatosha, lakini wazima na inaonesha haufurahi, kulikoni? Ndio shemu, hmm. ina matatizo. Matatizo gani? ganih? <laughs> Sijui hata nianze kuzungumzia wapi, sijui makikakakua nanichanganya ananichanganya, nanichanganya. Kuhusu nini, kaka yangu? Mbona mlikuwa mnakaa vizuri, mnaishi vizuri? Yaani imeanzia wapi mpaka ikafikia hivyo? Shem, sikuhusu hiyo pesa nipa, hiyo pesa nalinipatia mm niangalie jinsi nitamnunulia mtoto hata mkate. Ndiyo. Nikienda kununua mkate kurudia, namkuta kakako jinsi sijawahi maaki, sijamuonaga hivyo. Sasa pesa yangu wewe kwenda kununua huyo mkate inahusika vipi na huyo ugomvi wenu? Yani kukubadilikia sababu mimi nimekupa? Yani mimi kukupa hela inakuwa ni matatizo? Shemu, kakako anaongea eti hiyo mkate nimepewa na mwanaume mwingine, najapo mimi katika ndoa yetu na maisha yetu, na sisi tunangoja kupata mtoto, sijawahi kumsaliti shem. Mimi nampenda kaka yako, nampenda sana zaidi ya sana shem. Cha muhimu hapa, tuongozane mimi na wewe, wende kuongeana na kaka yako vizuri, usiopesa naulinipa please. Shem, nakuomba. Mapesa zangu ndo zimelita hayo yote, huyo ugomvi wote. Basi mimi acha nende nikaongea na kaka yangu.